kubwa watu kutekwa, watu kupotea na watu kuuawa miili yao isipatikane. Yaani, kwa mfano, unakuta mtu anakwenda polisi maelezo anayoyatoa, alafu baadaye ndugu zake wanakwenda polisi wanamwambia kwamba huyu mtu hajawahi kufika, wakati jana yake wameleta chakula akikapokelewa akala. Kwa hiyo sasa, hili serikali imejipangaje kuhakikisha kwamba watu hawataendelea wa kutekwa watu hawataendelea wa kupotea na Watanzania watakuwa na amani, akimwona polisi amkimbilie. Kwa sababu tukiwa huko ugenini ukikutana na askari polisi ndio unayemuuliza njia. Lakini sisi hapa kwetu mtu akimwona polisi anaanza kujikagua, na bangi nimefanyaje? Yani wakati mwingine unaweza ukawa una bangi, lakini mpaka unafika kituo cha polisi tayari una bangi misokoto mitano kwenye mfuko. Kwa hiyo sasa tunabadilishaje hii sura ili kuhakikisha jeshi la polisi na kama wapo watu wanaoteka waka wakashughulikiwa. La pili, uchaguzi. Hii ni sehemu ambayo imeleta machafuko makubwa sana, Chadema, kwa sababu hii ni nchi ya Watanzania, umesema ni nchi yetu yote. Walikuwa wanasema no reforms no elections, lakini kwa upande wa pili pia inasemekana hata baadhi ya reforms zilizofanyika hawajawahi kuzikiri sehemu yoyote kwa mfano wakurugenzi kutosimamia uchaguzi, mgombea binafsi, mgombea kupita bila kupingwa, e, kuunda tume huru ya taifa ya uchaguzi, kuunda sheria mpya ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani. Sasa kama serikali ni kweli hamjawahi kufanya reforms na ndio maana hawakushiriki uchaguzi, hilo hilo unaweza ukatusaidia. Mwisho, kuna debate kwa kwangu, mimi kuna debate inayozunguka sana kwamba katika maandamano umesema sio maandamano, kwa kweli ukiangalia uharibifu uliofanyika. Maana maandamano unakuwa na bango lako, unafikisha ujumbe sehemu, unapokelewa. Sasa haya maandamano ambayo vituo 600 plus vinachomwa, magari, pikipiki, yamebadilika jina na position ya kutoka kwenye maandamano pengine kwenda kwenye kitu kingine ambacho sijakifahamu lakini kuna debate kwamba ni watu wangapi wamefariki? Maana Al Jazeera wanatuambia mia saba unakwenda, kuna taasisi nyingine zinasema watu elfu kumi wengine wanasema kumi. Kwa hiyo sasa, ili tuwe kwenye perspective, iwapo kuna takwimu za watu wangapi waliouawa au waliokufa. Maana wakati mwingine Dr. Shaba aliwahi kutoa nani postmortem kwamba mtu alishtakiwa kwa kumgonga mtu lakini kumbe yule mtu wakati anakuja anafunga bleki. Mtu kama kulangu hapa, ndo ilikuwa uhai wake unafikia ukomo, akakorapsa akaanguka. Sasa yule devo amemshtaki, baadaye ushahidi unakuja anasema alikufa kifo cha asili kwa sababu ndo muda wake ulikuwa umefikia ukomo. Kwa hiyo kwamba ni wangapi, twende kwa Jesse Kwayu na nimedokezwa hapa kwamba twende kwenye swali, usuli nimeshautoa. Karibu, ninakushukuru mwenyekiti.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 hata mapendekezo ya tume ya haki jinai hamjayafanyia kazi mpaka leo? Mnasikiliza swala la kwanza hilo. Swala la pili ninajazilizia pale posema, balile hapa umekuwa very eloquent kutueleza madhara ya yaliyotokea ta ishirini na tisa Desemba, vituo vilivyoharibiwa Oktoba ishirini na tisa vituo vilivyoharibiwa nyumba, magari, mpaka pikipiki. Kwa nini kigumizi kutuambia waliokufa? Mnaficha nini? kwa sababu waliokota maiti na, samani mwenyekiti, waliokota maiti ni polisi. Utaratibu wa kupeka maiti mochwari unajulikana. Hii takwimu inafichwa ili nini? Salamu alaykum. Twende kwa Tausi. Asante mwenyekiti kwa kuniona